Hello, habari. Leo mwalimu wako tena nipo hapa kukupa mambo mbalimbali yanayohusiana husiana na teknolojia. Leo nataka ni kuelekeze jinsi ya kujua location ya mtu yeyote kwa kutumia namba simu tu. Twende pamoja. E bwana, utatumia Website mojawapo ya kwanza kabisa inaitwa Yo Tracker. Hii ni website makini na ya uhakika ya kujua location ya mtu yoyote kwa kutumia namba ya simu tu. pale Google, kisha andika Yo Tracker, kisha utajisajili. Ukishajisajili, kisha utaanza kuitumia website hii. Kumbuka, website hii ni ya uhakika na website ambazo nitaendelea kutajia hapo mbele ni za uhakika, sio zile danganya danganya, au sio? Kumbuka website zinafanya kazi kwa makini kuliko application, au sio? Au tunasema zinafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Website hii inatoa location ya namba hiyo. Kama unahitaji kujua location hii, labda mpenzi wako yuko wapi unahitaji kujua labda location ya mtu yeyote labda au mwizi au tapeli, utatumia hii website inaitwa Yo Tracker. Namba mbili, tunaita Online GPS Phone Tracker. Hii ni website maarufu na nakukumbusha tena, hii ni website maarufu na wanaitumia hadi police, naone kujua labda wahalifu wako sehemu gani, naone wanatumia hadi hii. Kwa hiyo hii ni website makini sana, inayotumika kujua location ya mtu yeyote kwa kutumia namba tu. Yani mtu huyo ukishawasiliana naye tu pale naone, utajua yuko sehemu gani naone, alafu utaingiza namba yake simu tu pale faster, kisha utajua yuko sehemu fulani. Hata kama meitupa ile laini ya simu utaenda kuikuta ile laini ya simu kama haijavunja vunja, lazima location isome tu. Umeona, hii ndio tunaita online GPS phone tracker. Hii ni makini na ni ya uhakika ambayo inaendelea kutumika mpaka sasa hivi na inaendelea kusaidia watu wengi kujua location ya watu mbali mbali. Namba tatu, bwana, tunaita namba gam. Hii ni website makini pia na ya uhakika ambayo inaendelea kutoa huduma ya kujua location ya mtu yeyote kwa kutumia namba ya simu tu. Unaona, website hii bwana inatoa location ya simu unaona. Vile vilevile website hii cha ziada zaidi inatoa hadi taarifa za namba hiyo unaona, yaani namba hiyo ukiingiza pale inajua labda namba hiyo iko sehemu fulani, namba hiyo ni ya nani, imesajiliwa kwa jina la nani. Unaone, na matapeli wengi pia nakumbusha, matapeli huwa hawatumii laini zao kutapeli watu, unaone, huwa wanasajili laini kwa majina ya watu wengine, umeshaona? Kwa hiyo usije ukahangaika, usije kuwatafuta matapeli kwa kutumia zile namba mm, tumia njia zingine tu. Yani tumia njia ile wakikupigia pale ili ujue location ya haraka haraka. Yani ile namba anayokuambia utume labda hela ile pili yake ndio unatakiwa uifuatilie. Sio ile alio una lile. Unaona? Matapeli ndio wako hivyo. Wanatumia akili pia wenyewe hapo. Kwa hiyo hii tunaita namba gam. Kwa hiyo nenda tu pale Google kisha andika hivyo hivyo namba gam kisha itakuja pale website kisha itakwambia utengeneza account, yani u create account utajisajili hiyo ukishajisajili, kisha utaanza kuitumia hii ni makini sana na bado inaendelea kutumika mpaka safi. Kumbuka kwenye kutoa taarifa za namba hii ni ya kulipia, lakini kwenye kujua tu location ya namba ya simu, yaani mtu huyo yuko wapi, hii ni bure kabisa, au sio? Bila shaka leo mtu wako nguvu hapa, nilikuwa kuambia vitu makini sana na nikuona kuelekeza website makini tatu, ambazo ni za uhakika, ambazo mpaka sasa hivi bado zinaendelea kusaidia watu wengi kwenye kujua location mbali mbali za watu mbalimbali kwa kutumia namba zao za simu tu. Na kutakia siku njema.